Hii dini si miswiba tu yafaa kuhuzunikiwa, bali na furaha yafaa kufurahikiwa. Lakini tukaekewa kaida ya miswiba, mpaka tukaambiwa laisa minna man latama lkhududa wa shakka ljuyuba wadacaa bidacwati ljahilia. Ukipatikana na msiba, usiende ukajipiga makofi usoni, usiende ukapasua nguo, haifai. Huzunika lakini kwa nidhamu huzunika hakukatazwa, na ndio Mtume swalla sallam asema, innal aina la tadma jito la lia wal qalbu yahzan, moyo wa huzunika wala naqulu illa ma yurdhi, qaida huzunika, lakini usitoko na maneno, ila ataka kumridhisha. Ona, hata kwenye msiba, angalia vipi utamridhisha mola wako subhanahu wa taala, ambao ndio mtu kwenye msiba hukosa kipimo, kwa sababu kwasababu misiba hupangilia, hupangilia, afadhali furaha, mtu upanga lakini hakuna pangao matatizo wala dhiki, lakini upande wa pili tukaruhusiwa kufurahia na akatwambia yeye, qul bi fadlillah. Ukitaka kufurahi leo ni Idi, Idi aliyotuwekea ni Mwenyezi Mungu. Furahi, lakini kwa mipaka ya Mwenyezi Mungu. Usifurahi kwa ambalo kwamba halimfurahishi Mwenyezi Mungu. Katika makosa tulionayo ni watu kufurahi kwa jambo ambalo kwamba halifai kufurahikiwa ndani ya Idi. Kufurahi leo utakutana na boy, girlfriend sijui utakutana na e, kimada gani sijui, nani utawapa mikono wanawake wasokwa. La, haya si mambo. Kufurahi ngali leo, utapata mtu kushika mkono wako, la ilaha illallah, utakosa kushika mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Eid bado wewe tena umkosea Mwenyezi Mungu. Hawa wengine hata simikono tu na makamama kwa yu, haifai haram, sijalie Eid ukafurahi kuwa on, kuwa na mke wako kuwatokea wasokuwa maharimu zake na yeye ameipamba haifai, hii sio furaha iliyowekwa. Wewe niambia kipi cha kufurahisha mimi, nitakwambia na wewe ni katika fungu gani, kwa sababu kila mmoja kuna kinachomfurahisha. Je, we wafurahia kuwa uko karibu na Mwenyezi Mungu? Wafurahia kuwa wamtaja yeye amekuruhusu mtaje ukamtaja? Wafurahia kuwatekeleza ibada wafurahia kuwa wakimbia maasi ya, wafurahia kuwa huna uliotetana naye, wafurahia huna uliomchukia, wafurahia ulo huna uliogombana naye, wafurahia kuwa wewe wa Mungu amekujalia kazi yako mkuwatumikia wenzako, wafurahia kuomba Mungu amekujalia kazi yako mkuwasaidia wenzako. Au wewe wafurahia kuwa una nafasi waweza kumfanyia mtu kila litakalo, ina maana mimi nashukuru bwana, mimi kitaka kumtia mtu ndani tamtia nikidha la ilaha illa Allah. Hizi furaha furahia nguvu yako waitumia katika mahala panapomridhia Mwenyezi Mungu. Na nguvu kuna aina nyingi, kuna nguvu ya mwili, kuna nguvu ya serikali, kuna nguvu ya pesa. Angalia zile nguvu zako wazitumia wapi, na uwelewe, inna batsha rabbika la shadid, nguvu ya Mola wako ni kali zaidi. Kwa sababu innahu huwa yubdiu wayuid, yeye kama aliweza kuweza kupa nguvu, naweza kukosesha. Ni wangapi tuliwaona wakisema, leo wako wapi? Wako hai na hawatajwi wako hai na hawakumbuki. Na ni wangapi wamekufa mpaka leo watajwa, mpaka leo watamaniwa, mpaka leo wakumbukwa? Kwa sababu gani? Walifungamanisha kila kitu kufurahia na Mwenyezi Mungu. Man ta'allaka bil baqi baqi, anaifungamana na anayebakia hubakia naye. Wa man ta'allaka bil fani fani, na anaifungamana na zinazokwisha naye atakwisha. Kwa sababu wewe hey, fungamano lako ni kitu hakibaki. Fungamana na yeye mwenye kubakia. Kullu shay'in halikun ila wajha peke yake. Kila kinachokuwa ni wajhu llah hakimaliziki. Ishi kwamba wewe ni abdu lillah. Siku ya idi leo ni siku muhimu sana, ni siku ya watu kujuliana, ni siku ya watu kufurahishana, ni siku ya watu kuzidi kusameheana. Haipendezi wewe idi bado na vita na ndugu yako, bado na vita na familia yako, bado na wengine na... la ilaha illa llah, wana vita paka za wazee wao na alama kwa wewe huna vita na, na mzee wako. Mkumbuke basi angalau siku ya leo, mtilie dua. Kama yuko aweza, kwenda kaburini kwake, nenda siogope. Na watu huja kwenda makaburini, atambia kuabudu makaburi. La ilaha illa Allah, nani muislamu aabudu kaburi? Nenda angalau kamtembelee hako, au wewe huko sehemu aliyoko, angalau mtumie dua, mkumbuke. Ya Rab, nilikuwa na wazee. Leo mimi na watoto mmewapendekeza, yani wamevaa wamependeza Nilikuwa na wazee na mimi wakinivalisha kwa taabu, kwa dhiki, kwa shida, kwa balaa, leo hawako. Wangekuweko keki, soda, sijui ndo nini. Kile ukionacho wee ghali, lakini wallah, dua yako kumwombea yeye ni ghali zaidi. Tena dua wewe kumwombea yeye, faida ni yako. Wajua sisi hatuelewi, twaona tukiwaombea wazee twawafaidisha, kumbe kila wewe ukimwombea mzee wajifaidisha wewe na ni dalili ya kuwa wewe ni kijana mwema kwa nafsu ya hadithi ya Mtume swalla Allah alayhi wasallam, hadithi maarufu nasemaje? Mtume idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathi. Ya kwanza sadaqatun jaria hatua yake ya pili ilmun yuntafau bihi hatumo lakini ya tatu au waladin hakusema mtoto tu waladin salih, mtoto ambaye ni mwema. Kazi yake yaduu lahu ukiona mtoto yamwombea wazazi wake, jua huyo mtoto ni mwema kwa hadithi ya mtume. Wewe ukitaka kujijua ni mwema, usiangalie wavaa nguo za wema, angalia wafanya matendo ya wema. Matendo ya wema kwanza ni kuwakumbuka wazazi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muhimu tuwakumbuke wazazi siku zote, lakini angalau siku za kufurahi tufurahi tulikuwa na wazazi. Kuna wengine miskini, ukimuuliza jina atakutajia jina lake tu, bin ushampa taabu, hana kwenda mbele. Wewe alhamdulillah wajifakhiri, mimi naitwa Abu Ali mimi naitwa Adam Bakari, alhamdulillah, shukuru. Wengine hawajui waseme, mimi naitwa fulani bin fulani. Mungu akakupa neema ukawa unaweza kusimama hata juu ya alkaba ukataja jina lako na jina la mzazi wako, neema hiyo si neema? Alhamdulillah, tuwakumbuke. Nimalizie kwa mambo mawili. Moja limeongezeka hapa leo, mmeona eh, swala ilikuwa kivyake na khutba pia ilikuwa kivyake. Mmesahau kwenye swala kuleta takbira raka ya pili na mmesahau kwenye khutba pia kuita takbira khutba ya pili. Ngam mmefanya feva, mmefanya <laughs> fea huku na huku, ila nataka niwafahamisha hizi takbira manake, kuna mtu alisema subhanallah, hufai ukianza bismillah, hufai kurudi kwenye takbira kwa sababu fatiha ni, ni wajib. Takbira ni nini? Sunna. Siku zote kuwa na kaida hii kwenye swala, ukisha kuingia kwenye faradhi hufai kurudi kwenye sunna Nimemsikia, Mungu amjaze kheri yule alionambia subhanallah, lakini siwezi tena kupiga rivazi. Ni kama wewe ushuka mlima umwambia mtu piga rivazi upande mlima, ya shida wewe unaambia mpe ka free wende nrudi tena kwenye. Kwa hiyo wala swala haina makosa. Sasa ustadhi, si umesahau, si ungesujudu? Sida hazina sida sahau, hizi kuna zitu hazisujudiwi sida sahau, kuna zitu zinazosujudiwa sahau ni zitu maalumu kwa hiyo msio na wasazi mkatoka, ah, leo sijui Idi tuswali vipi bila takbira? Waonesha Idi ya leo nusu nusu, ah ah, Idi kamili inshallah taala. La mwisho je, yeah, sisi tuna uswali kuandama kwetu hasa mfungo tatu. Maana yake wajua, kuna kuna madhehebu ya kwa mfungo tatu lazima tuandame Saudia. Mi nataka nafsi inaosema mfungo tatu, badilisheni msimamo kama wa msimamo wanaofanya Chef Kadhi. Chief Kadhi hatumuingilii kwa msimamo wake lakini tunamuingilia kwamba kosa lake ni kutangaza msimamo wake. Sisi tunataka Chief Kadhi atangaze msimamo wa kidini, sio msimamo wake. Ieleweke. Sisi tunataka Chief Kadhi tuheshimu msimamo wake lakini hana haja kutangazia yeye msimamo wake kama kiongozi wa dini. Anao kusema mimi leo natangaza msimamo wangu kama mimi fulani bin fulani, si Chief Kadhi kwa sababu wewe ukitangaza, watangaza kama kiongozi wa dini sisi twakujua wewe kwa nembo ya dini, na mimi nasema si kwa kujigamba, niko tayari yoyote ambaye aweza kunithibitishia kwamba idi hini ni lazima sisi tufuate Saudia, mimi tafuata kila mwaka, lakini akubali. Na mimi nikimthibitishia kuwa huwezi kufuata Saudia kwenye idi hini si lazima kufuata Saudia, na yeye akubali kuwa na msimamo. Ndugu zangu, mimi niwauliza swala fupi. Juzi jana maanake watu wametoa idi Saudia. Si ndio? Juzi watu wameenda wapi? Arafa Hamisi na Ijumaa bora Alhamisi na Ijumaa katika Uislamu siku bora zaidi, tunashaka hiyo. Mbona hakwenda Arafa yana Ijumaa? Mbona hawakwenda Arafa? Au mbona hakwenda Arafa Jumamosi, Jumapili, Jumatatu walikwenda Alhamisi? Je, walienda Arafa kwamba wali ni Hamisi? Jee, tuelewe vizuri, wale hawakwenda Arafa kwamba ni hamisi, wameenda Arafa kwamba mwezi tisia. Kwa hiyo lilo wapeka Arafa ni mwezi, si Arafa iliyoko. Arafa iko siku zote, wangeangalia ah, basi twendeni leo. Tena for your information, siku ile walikwenda Arafa, hiyo ndio ilikuwa 49 siku za nyuma, hiyo ilikuwa 30. Walikuwa waseme tuangalie, ni weather ikikubali, tutaamua twende Arafa, si tunayo? Lakini la, haiendeki mpaka mwezi kwa hiyo wao waendao Arafa wameangalia nini mwezi, hajabu mimi na wewe muangalia mtu. Baada ya kuangalia mwezi, kwa nini yeye ende? Kwa si, kwa, kwa ajili ya tarehe mimi na wewe tuende kwa ajili ya mtu. Sijui umenifahamu hapa. Alokwenda Arafa ukimuuliza, mbona wendao Arafa wewe uliko huko, wasema mbona yo, yo, yo wekako ni Arafa. E, kwa nini? Kwa sababu watu wamekwenda kwani wao wamekwenda, kwamba yafaa kwenda. Wao wamekwenda kwamba mwezi tisia. Sasa wewe je, kwako mwezi ngapi? Sijui mmenifahamu hapa. Yanamana na mtu mmoja amekula idi. Mtu, mtu wake huku kamuuliza, bwana mai huauka lini? Ananiambia mwezi tisia. Yeo wewe umetoa idi, idi hutolewa lini? Mwezi kumi, yameauka yeo Akanambia ehe, mai yameauka yo. Sasa mai huwa kwa mwezi tisia, wewe niidi umekula 10. Sasa akanambia sasa, ustadhi, mfanye vipi? Kamwambia wewe, mwenyewe una ushahidi wa kutosha wa Mungu. Haya mai hayaushi, na arafa huauswa na nani? Na Mungu, na Mungu hayaushi haya, haya mai mpaka mwezi ngapi? Sasa wewe kwa nini wewe yoyao mai yameauka, kisha wewe, wewe ndao kwamba hiyo niidi mwezi 10? Ila angalia, hata akili kushindwa tena, mai ya bahari kwa hiyo usibabaishwe, kuambiwa, manake kuna kauli sasa. Niwe mpinga chifukadhi? Tumpingi chifukadhi, lakini je, chifukadhi ametangaza kama nususi za kisharia au ametangaza kama msimamo wake? Na kama ataka kusema chifukadhi ametangaza kama nususi za kisharia, atuite tukae na yeye, atuthibitishie, atuthibitishie, atuite jamanine, mimi humsimamo wangu ndiyo dini ndio nafsi zinavyosema Tutasema Allah nasi, madamu wewe kiongozi wetu nasi, lakini yeye asimama kama msimamo wako wewe. Ukisimama kama msimamo wako, usisimame kama chifukadhi wakati wa msimamo wako, kwa sababu sisi, wewe hukutauliwa uwe na msimamo wako wewe, umetauliwa uwe na msimamo wa watu gani wa Waislamu na Uislamu wa sema nini na nususi za sema kwa nini? Idi ya Ramadhani wewe uangalie mwezi, Idi ya mfungo tatu uangalie Saudi, uangalie Saudia. Kwani mfungo tatu haina mwezi? Sasa na ule ambaye atakuja ofisini kwako, akwambie kwa mimi leo ni mwezi tisia kwa Kenya, eda langu hushuka mwezi kumi. Kwa hiyo wewe leo chief kadhi ni idi, ina maana eda langu limeshuka. Utamwambia asubiri kesho? Sasa wewe unaniambia mimi subiri kesho na leo wewe mwezi... kwako wewe ni idi, idi huwa mwezi ngapi? Kumi, na mimi eda la kufiliwa huisha miezi mye, minne na siku. Sasa na wewe yeo ngapi yao? mimi kumi. Sasa Saudia utaweza kwenye idi yafaa kwenye eda subiri, hayendi. Haya masuala ya mwezi, jamanini, hayafungamani na idi wala na arafa, yafungamana na mambo mengi katika dini. Kalenda za kizungu hazina maana, wala kalenda ya Saudia sio hoja. Ile kalenda ya Saudia haiendi kinidhamu za kidini, kini tulielewe sana hili, usibabaishwe eh, nyinyi mmetoa idi Miana, kuna mtu amenikabili haswa kunambia ustadhi, umefunga eh, huishi kufunga, idi ni haramu, kama benge. Kwa ni idi ingekuwa ni idi kwa elimu, nakubaliana ni haramu, lakini yao si idi nyimu. Itizie tu kiao, hakuna hata zijana watoto wamewashinda, hawakutembea hiyo. Kamwambia mimi, hata zijana watoto wamewashinda, hawakutembea hiyo. Halaangalia ni mui ya watu, hana hakuna alokataza mtu, kuna zijana hela, zijana ukataza kwenda kutafuta mkono wa idi na kesho waambieni tena ni idi watatoka, lakini hata zijana wenyewe wameiona yeo haikubali idi. Kwa hiyo tusibabaishwe sisi, tuna nususi haya masala. Haendi kwamba kina fulani, haya masala yenda ni nasi. Na mimi wallahi, niko tayari nipe nasi, nitasimama na nasi, lakini hakuna nasi inayotwambia kwamba arafa kufunga ni lazima. Tuangalie walioko kule, tuangalie mwezi tisia

Mwenyezi Mungu atutakabalie, si si utesi wala ya chuki, lakini lazima tubainishiane maana tumekuwa hukejelewa Mwenyezi Mungu. Ee Mwenyezi Mungu atupe kila laheri. Yale mema tuliyoyafanya Mwenyezi Mungu atayatakabali. Osionfish. na yale majongo majongo Mwenyezi Mungu atayaungaunga ataya, na kama tumefanya makosa Mwenyezi Mungu atatusamehe, walikuwa wa, matatizowee wa, na matatizo Mwenyezi Mungu atatulia matatizo yao, wenye dhiki Mwenyezi Mungu atatulie dhiki zao, wenye haja Mwenyezi Mungu akidhi haja zao, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu atengezee mambo yao, wasiokuwa na kazi Mwenyezi Mungu ape kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabariki katika kazi zao, wenye madeni Mwenyezi Mungu asailishie kulipa madeni yao, wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa walo kwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali, walo kufa Mwenyezi Mungu awarahamu. Na hawa waliowaka kituo kama hicho, waliojenga msikiti kama huu, Mwenyezi Mungu na wao wajengee majumba huko peponi, na sisi ambao hatuyajenga, Mwenyezi Mungu atuwafikie na sisi tujenge. Mwenyezi Mungu atupe kila la heri, atuepushie kila la shari, tujalie min aladhina yasamiuna alqaula fayatabiuna ahsana min alaidin